Haleluya, haleluya, amen. Tuna mshukuru Mungu kwa neema kubwa aliyotupatia jioni ya leo, ni neema ya pekee. Mtakatifu, Mungu wetu, Baba wa milele, ndio mwema, tunakushukuru na kukutukuza. Ni mwema na ni mwaminifu. Baba, tunakuhitaji jioni ya leo. Baba tamalaki jioni ya leo, tawala, ufundishe tumia kinywa changu utakavyo, Mfalme. Utukufu ni wako, nguvu ni zako. Roho Mtakatifu tawala, ni katika jina lako takatifu na lenye uweza na lenye nguvu. Amen, amen, amen. Somo tuliopewa jioni ya leo linasema usiziamini kila roho usiziamini kila roho usiziamini kila roho tunapopewa ujumbe kwamba usiamini kila roho kwa maana mbali na roho wa Mungu kuna roho nyingine ambayo sio roho ya Mungu, inaweza ikasema na wewe kwenye maisha yako, inaweza ikasema na wewe kwenye eneo fulani, ikawa sio roho ya Mungu, ikawa ni roho ya adui. Ndio maana tunapewa kwamba usia, usiamini kila roho na usiamini kila roho. Maana yake lazima ujue sauti ya Roho Mtakatifu na sauti ambayo sio ya Mungu ipoje. Na wakati mwingine unaweza ukashindwa kuzitambua hizo sauti, kwa sababu adui na yeye huwa anajigeuza awe malaika wa nuru. Kwa hiyo manake ni lazima uwe ni mtu wa kumuuliza Roho Mtakatifu kwamba ni wewe. Wakorintho wa 2 sura ya 11 mstari wa 4, aftaruka 13 mpaka 15. Wakorintho wa 2 sura ya kumi na moja mstari wa nne tutaruka tutaenda wa kumi na tatu na kumi na nne, na kumi na tano anasema maana yeye ajaye akihubiri Yesu, maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatumhubiri, au mkipokea roho nyingine msioipokea, au injili nyingine msio ikubali mnatenda vyema kuvumilia naye, kwamba imekuja roho, umefundishwa roho nyingine hamjaikubali, mmefundishwa mafundisho mengine ambayo sio ya Mungu, mmeyakataa hamjayakubali, anasema mnafanya vyema kuvumilia maanake, mmeikataa ile injili ambayo si ya Mungu, maanake mmeikataa ile roho ambayo si ya Mungu, ni roho ya mpinga Kristo, ni roho ya adui. Kumi na tatu. Maana watu kama hao ni mitume wa uongo watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa, wa mitume wa Kristo. Wala si, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa kwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa, wa watumishi wa haki ambao mwisho wao utakuwa sawa sawasawa na kazi zao. Kwao maana yake utakujua kwamba hii sio roho ya Mungu, kulingana na kazi zao kulingana na mwenendo wao, kulingana na msanii huyu, sio roho wa Mungu. Maana yake ni roho zidanganyazo, sio ya kuamini, siamini kila roho. Kwa hiyo hata Paulo anasema atakaye fundisha injili nyingine tofauti na hii, msipo ikubali nafanya vyema mkafundishwa namna nyingine ya mahubiri ambayo sio haya, msipe kubali nafanya vema kuvumilia naye, kwa sababu mnauhakika kwamba haya siyo mafundisho ya Mungu. Huyu sio roho wa Mungu, hii ni roho nyingine na kama ni roho nyingine, manake lengo la ile roho nyingine ni kukuondoa kwenye misali, ni kukuondoa kwenye mstari wa Mungu au kwenye leli au kwenye mafundisho ya Mungu kukupeleka kwenye mafundisho mengine, maanake ndio roho zidanganyazo. Kwa hiyo inakuondoa kwenye wepo, inakuondoa mahali sahihi na kukupeleka mahali ambapo sio sahihi. Kwa hiyo usipo ikubali, unafanya kunafanya keni. Tuingie sasa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya nne mstari ule wa kwanza mpaka wa sita.